Huu mtazamaji wa Domiko TV nikuachia, ni taarifa ya habari kutoka hapa Domiko TV nikisoma kwako nani Benedetta Daniel. Awali ya yote ni muhtasari wake. wanawake jijini Dodoma wamefurahishwa na usimu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuwa na wenyewe wana haki ya kumiliki ardhi. Jeshi la zimamoto latoa elimu kuhusu matumizi sahihi ya zimamoto. habari kamili furahishwa na usemo wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan kuwa na wenyewe wana haki ya kumiliki ardhi

Aamaaaaasante sana Benaleta Daniel kwa undani wa taarifa hiyo. Jeshi la zimamoto natoa elimu kuhusu matumizi sahihi ya zimamoto. Ungane naye Benaleta Daniel kwa undani Kutokana na kuwepo kwa janga la moto, elimu imekuwa kitendawili kwa baadhi ya wananchi juu ya kukabiliana na majanga ya moto. Hapa ninapofanyia kazi, jambo la kwanza ni fire extinguisher ambayo tunayo. Tunapotokea janga lote la moto, huwa tunatumia kuzimia. Pia kama ukiona fire extinguisher iko mbali, kuna maji, unaweza kutumia maji kuzimia moto huo. Ina manufaa kwetu pia kwa sababu inatusaidia kuweza kuzima moto kiurahisi zaidi na kuepusha majanga makubwa. Tusibweteke, tujifunze, tuelewe. Yani, kila mtu hakikishe anajua kinachotokea kwenye nyumba yake. Moto umetokea ghafla, ahakikishe ana fire extinguisher. Yani awe makini sana. Domeko TV imezungumza na afisa wa habari na mawasiliano uhusiano na elimu kwa umma mkoa wa Dodoma wa jeshi la zimamoto kufahamu ni njia zipo anatumia kutoa elimu kwa umma. Tunatoa elimu katika maeneo mbalimbali, lakini swala la utoaji wa elimu ni moja ya majukumu yetu ya msingi ambayo tunafanya sisi jeshi za moto na ukoaji. Tuna majukumu mengi ambayo tunafanya ikiwemo ukaguzi wa kinga za majanga ya moto, kufanya uchunguzi wa moto, kufanya masuala yote ya utoaji wa elimu, upitishwaji wa michoro na ramani na mambo mengine kadha kadha. Kwa hiyo utoaji wa elimu ni moja ya jukumu letu la msingi kama jeshi la zimamoto na na uokoaji. Ili elimu iweze kumfikia mwananchi unajua watu wamegawanyika katika makundi mbalimbali. Uh, uh, kuna watu ambao wanafanya kazi maofisini, kuna watu wanasafiri kila siku kwa maana wafanye biashara, kuna wafanye biashara kwenye masoko, kuna boda boda na kuna watu wengine kadha kadha. Kwa hiyo tunatumia mbinu mbalimbali katika swala utoaji wa elimu ya kinga na tahadhari ya majanga ya moto ama elimu ya kujikinga na majanga na kwa majanga ya moto. Njia kwanza tunayotumia ni njia kupita kwenye nyumba za ibada. Tunaomba muda kwenye njia uh, kwenye nyumba za ibada kwa misikiti pamoja na makanisa. Tunapata muda na kuweza kuwafikishia waumini, aidha ni wa Kikristo au Kiislamu, waweze kupata elimu ya kinga na majanga ya moto. Lakini njia pili ambayo tunatumia ni kwenye vyombo vya habari, radio, runinga, televisheni pamoja na unaita online TV kwa maana hizi uh, social media. Jeshi uh, la zimamoto linatoa wito kwa wananchi juu ya matumizi ya namba ya dharura, sio ya kujaribu. Naomba watanzania ama wananchi wote wa Dodoma na nje ya Dodoma kwamba waweze kutumia namba ile pale tu ambapo kuna kuwa na dharura hiyo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Domiko TV. msomaji wako ni mimi Benadeta Daniel.